Ndugu yetu anauliza, wananchi mwananchi wa Kenya ana mtoto ambaye amemaliza form 4 anataka kujiunga na university, na mwananchi huyu analipa kodi kama ilivyo alivyotaja. Na nimependa huu utangulizi wake ni mzuri, ili tuje tuelewe hapa mbele kwamba eh, huyu mtoto ambaye anataka kusoma university, serikali kwa watoto ambao wanasoma university wanapewa mikopo inaitwa help HELB. Hii ni mikopo ya serikali inapewa kwa wanafunzi wanaposoma katika vyuo vikuu, na wanapomaliza kusoma, wakati wanafanya kazi wanalipa ile mikopo pamoja na riba. Serikali inada inaeleza kwamba uh, kiwango cha riba ni kidogo sana, nadhani iko katika 4, 5%, au 6% kama hivyo, lakini ipo hiyo riba, e, mtoto analipa pamoja na ule mkopo aliochukua. Swali la ndugu yetu ni kwamba Muislamu kuchukua huu mkopo ni sawa au si sawa? Inakubaliwa au ikubaliwa? Jawabu ni kwamba la yajuz, haikubaliki. Ni muharram, ni haram kwa mtoto wa kiislamu kuchukua mikopo sampuli hii, aina hii ambayo inatolewa kwa riba, alafu mtoto wa kiislamu aje alipe ile mikopo ya riba. Ma yajuz. Sasa labda tuje katika suluhisho. Ni nini suluhisho la kwanza ni Waislam kwa sauti yao yote, walioko katika nchi watume delegation, watafute representatives, wakiwemo viongozi wa siasa, wakiwemo viongozi wa dini, wakiwemo wakiwemo viongozi wengine wanaohusika, na wataalamu na watu wa education, waende kwa serikali, waiambie kitengo au wakiambie kitengo kinachohusika cha serikali kinachohusika na mambo hii ya mambo haya ya mikopo ya kwamba watoto wetu wa Kiislamu tunawataka wasome katika nchi hii, wapewe mikopo kama hiyo, lakini bila ya riba, kwa sababu riba katika dini yetu ya Kiislamu ni haramu, haikubaliki. kwa hivyo kutengeneze system, kutengeneze mfumo na serikali itoe nafasi eh, baada ya maombi haya kupelekwa, na sioni kwamba itakuwa ni jambo zito. Waislamu walikwenda kwenye serikali wakaiambia kwamba sisi tunataka kufungua benki zetu za Kiislamu, benki ambazo hazitoi mikopo ya riba. Kwa hivyo tunataka mutupe leseni za kufungua benki hizo. Hizi walipewa, makupewa, walipewa, walipewa, alhamdulillah. Na hili pia nalo Waislamu wakilipeleka mbele, mimi na imani kubwa serikali inaweza kuwasikiza na kuwatimizia haya ambayo wanataka kwao kuyatenda, kuya solution ya pili ambayo pia kadhalika inawezekana ni Waislamu kutengeneza mfumo wao wenyewe waku, waku kwa kutoa mikopo bila bila riba. Sasa hivi kuna baadhi ya taasisi kama sijakosea, e, sikumbuki majina yake, lakini kuna taasisi kadhaa sasa hivi hapa nchini ambayo inatoa mikopo kwa watoto wa university zero interest, bila ya faida yote. Hata 1%, hata 0.5% 5 hamna. Unachukua kiwango maalum unasoma, ukimaliza unalipa kiwango kile kile bila ya kuongeza kitu bila ya kupunguza. Kwa hivyo kukiwa na taasisi kama hizi zikiwa nyingi ziweze kusaidia waislamu kusoma katika vyuo vikuu, itakuwa ni jambo la kheri, ni jambo la busara. Kwa hivyo tushughulike katika hizi solution mbili, uh, waislamu wazifanyie kazi, ili kupatikaniwe natija ya watoto wetu kusoma katika mauniversity.